Anakati mwanazo tunahusika na mambo mengi tunazingatia mambo mengi tunajua mambo mengi me, me, lakini jambo la maana na la muhimu sana hatuzingatii wala hatujui muda huo ambapo kanisa liko our next big event is called

Sababu moja ya ujazo wa Roho, sababu moja ya Roho Mtakatifu kuja muhimu ni kutayarisha kanisa kwa sababu ya rapture. Ndio sababu kila mmoja wetu, if we are serious, lazima tuwe na Roho. Mathayo 25, wakati wa ufalme wa Mungu mbinguni utakuwa kama wanawali kumi waliochukua Kazao na kwenda kumlaki bwana harusi. Rafta yako kunyakuliwa kwako kunahitaji mafuta ya nini? Mafuta ya wokovu. Ndio haya tuko nayo tunapookoka tunapata roho kiwango fulani cha kutusababisha tuokoke. Ndio sababu tumeokoka, are we together

The Bible says, kuna vinguri gapi? Mmoja yenye busara na nyingine wakawa wajinga. But the Bible says, wote walikuwa wanaitwa nani? Hao hawakuwa watu wa, wa, wa mtaani, hawakuwa wenye dhambi, hawakuwa walevi, hawakuwa wanyamaji, hawakuwa vitu vingine

walijua lengo lao, walijua kwa nini wako walikuwa, wanangojea bwana harusi. Harusi za Kiyahudi zamani hizi, si kweli na ndio sababu in the Old Testament, bwana mmoja anaitwa Yakobo ya yeah. aliyekuwa na Labani, sio Sidoni usiku yeah. asubuli akiamka

nazika kule kwa daraja, yuaja amkeni, bwana harusi yuaja. Mtuwaivago atatangaza wana harusi yuaja, amkeni, wakaamuka wote. Haleluya! Lakini walipoamuka they started discovering themselves, wakaanza kujitambua, wakaanza kujijua hali zao Wataanza kujua mazingara yao, wataanza kujua nini makosa na nini iko sawa nakatukamamchache wana The Bible e

We have a problem. Na ni Mungu anisaidie. I remember the days of old. Tukiwa tukiwa mbele za zamani. Ilikuwa mtu anahubiriwa, unakuwa uncomfortable. Unataka akachelewa hata jana tuna anakani tuna, tunaleta tuna, tuna, tuna kajiko fulani pale inakaweka kakutusaidia ka fulani zaidi zaiji for you. Shida ya hawa walipo wamuta ni kwa sababu hawakubeba mafuta ya ziada, hawakuwa na mafuta ya akiba, hawakuwa na mafuta

Unajua, ni vyema tupendane, ni vizuri tupendane, kila kitu mtu asiwe na kitu yeah. E, vitu vyote viwe common, yaani e, eh, ya kila si, si, si, si, walikuwa na vitu vyote common. Sasa wewe vitu vyote viwe common, na wakaanza hiyo injili na hiyo injili, uongo sana hiyo injili nini? wekolili lakini wale wenye akili wenye busara walijua hiyo sio season ya hiyo. Wanaohubiri eh hii ni season nyingine, ndipo angalia, ndio ndio mwelewa hapo tena. Unaona hiyo season ni hapo. Aha, basi nani, nasemaje sasa? Ni muende mkanunu, hayatoshi, muende mkanunu. we cannot

Things are not easy. They will not be easier anyway. Mimi sikojee ulimwengu mzuri zaidi kwa sababu my understanding of the scriptures and my understanding kwamba tangu siku ya kwanza Adamu kufanya dhambi dunia na dhambi zimeendelea kuharibika. As the sin increases, so the

Wale vijana walikuwa naenda kanisani kwa sababu ya siku zile ilikuwa ni wamama mama na ina tili na sina yote. Kwa sababu walikuwa hawako. Bali mama alikuwa anamwambia sasa tukio Mungu wenu wasikilize. Ni atakio. Miaka hiyo wamama walikuwa naenda kanisani; akitoka kanisani anakuta mtaa na bakora. Kwa hiyo ndio kwa sababu ni eh eh.

aliyeahidiwa mtume Yesu hakuachia kitu kingine, alisema ninaenda na huyu Roho akija, atakuwa Danieli. Na wakati Roho alipokuja, all the contradictions na mambo yote hawa watu waliweza kupasua. Ni kweli si kweli? Roho ambaye yuko na kanisa siku hizi ndio wapi?